Ya tarehe kumi mwaka elfu mbili na ishirini na tano msimu wa ishirini na nne ishirini na tano Young Africans pia na wenyewe walitoa eh, taarifa kwa umma vile vile na kubwa hasa eh, wakizitaka alama zao tatu na kutaka viongozi wajiuzuru kwa yale ambayo wanaona kuwa hayaendi e, vile ambavyo taratibu zinapaswa kufuatishwa. hmm. Nipo na Heavyweight underscore dula, kuzungumza naye katika yale ambayo yamejiri kwenye anga la kimichezo. Hali yako iko vipi bana? Kwema, vizuri. Mamu, niko vizuri kabisa, mambo anasemaje? Salama, salama bin salimini, namshukuru Mwenyezi Mungu hmm. hmm. dunia ya ki ya ki ulimwengu kiganjani hmm. Eh, kwa namna ilivyokupokea unaitazama vipi? maana kuna muda naona wapo wenye eh, maoni hasi juu yako, kuna maoni chanya yanakotoka kwenye reli. hapana hapana. hmm. Unajua, <coughs> kuna kauli moja nzuri sana ambayo napenda kui, kui, kui, kuitoa kwamba mjinga mpe cheo sanelewa. hmm. Mtu mwerevu hawezi kuwa na mambo ya kijingajinga, kwa sababu mtu ambaye ana focus, muelewa, brain yake iko vizuri, hana matatizo ya akili. hmm. hawezi kuwa na vitu vya ajabu ajabu kama labda kutokuwa na hoja ya msingi kutukana tukana kufanya hivyo ni vitu ambavyo wanafanya mtu ambaye psychologically, hayuko normal. Uliamua kusimama <coughs> na Simba Sports Michiko, <coughs> na tulizungumza mara baada ya mechi kuahirishwa na uliposimama nao, mimi narejelea katika kanuni <coughs> nimeona andiko ambalo linasema kwamba hivi vilabu huwa havifuati kanuni mm. eh, na taratibu zilizowekwa hususani wanapokutana mm. eh, Simba na Yanga kwa mm. tafsiri nyepesi wapo juu ya mamlaka mm. yale yanayoendelea anayoendelea. Young Africans wana haki ya kudai kile wanachokitaka hivi sasa. Of course kanuni huwa zinafuatwa kama hiyo kanuni inamfaidisha mkubwa fulani, mnelewa? mm. Lakini kanuni pia inaweza ikavunjwa vile vile kama hiyo kanuni haimfaidishi mkubwa fulani. Yaani, ishu ya kanuni inategemea tu kwamba e, klabu hii imeamka vipi, klabu hii imeamka vipi, lakini kwa kusema hii inasifika kwa kufata kanuni. Kwa mfano nimeona maandiko mengi yasema, Yanga, wanafata kanuni. Sio kweli, wanafata kanuni ambazo zinawanufaisha. Kama kwa wakati huu wanaamini kanuni fulani inawanufaisha kwa upande wao, wataifata, lakini katika kanuni ambazo pia hazinufaishi hawezi kuzifata vilevile, si unanielewa? Ya, kwa hiyo inategemea kwa sababu hata kwenye kwenye mambo ya mdhamini mmoja kudhamini vilabu ambavyo wana compete navyo kwa zaidi ya vilabu viwili, vitatu, vinne ambavyo wote wana compete kwenye same league. Hiyo tafsiri ya haraka haraka ni kwamba sio kanuni. Umeelewa? Kwa hiyo mimi nachoweza kusema ni kwamba kanuni inaweza ikafatwa kama ina, ina faida kwa klabu lakini kama klabu ikiona hii kanuni kwa muda huu inawabana hawafuati wanaoziratibu hizo mm. eh, kanuni wanaoziongoza eh, wanao hizo kanuni mm. Young Africans wanataka wangatuke hawa watu kwa maana mm. ya mwenyekiti mm. Mzee Mguto mm. eh, pamoja na Almasi Kasongo mm. kwa namna ambavyo umetazama hili tukio, wana haki ya kudai kile ambacho wamekiandika kwenye barua. Ah, of course hiyo ni, ni, mimi kwa upande wangu nimeona na nikiri kwamba kweli kuna matatizo kwenye uendeshaji wa ligi yetu, matatizo yamekuwa mengi, lakini kinachonishangaza ni kwamba anayelalamika, si unanielewa? Yeye ndo amekutwa ana, ana, ananufaika zaidi na huo ubovu wa utendaji ambao unapatikana kwenye kamati kuliko vilabu vingine vyote. Si unanielewa? Yaani, huyu anayelalamika kiongozi huyu afai, yeye ndo amekuwa mnufaika mkubwa zaidi kwenye maamuzi mabovu yanaotendwa kwenye hiyo kamati. Ndicho chote ambacho amefaidika na huo utendaji mbovu kwa mara ya kwanza ameshindwa kufaidika baada ya hao ambao wamesababisha wame hili swala kutokea na wao kuona wanachoshwa na kile kinachoendelea. Nitaenda straight, unajua hao hao wakina Steven Mbuto pamoja na Almas Kasongo ambao wametajwa direct kwenye ile uh, statement ya Yanga, ndio hao hao ambao waliidhinisha na walikuwa wawakilishi katika ule mkataba ambao ulisainiwa mwaka elfu mbili ishirini na moja ambapo GSM ambaye huyo huyo ndo mm. anaratibu uh, issue zote za transformations kwa upande wa Yanga, kwa sababu kuna mtu anakuambia wewe, kwani GSM mdhamini wa Yanga? Sasa wewe, siwezi kumjibu sawa, na kana akili yake haipo sawa. GSM ni, ni, ni, ni mtu ambaye anajaribu kufanya mabadiliko kwenye klabu ya Yanga transformation transformation ishakamilika, kwa sababu yeye ndo aliwa ali, ali invite wale La Liga kwa ajili ya kujifunza, na yeye ndo alitoa zile gharama zote. Usiniambie kwamba ametoa zile gharama zote ili aje mwekezaji mwingine aje ya inject pale pesa ana maana anagombania share ya Yanga kwa asilimia arobaini na tisa ya uwekezaji. Kwa hiyo na maana tayari ule tunamhesabu kama ni mtu muhimu kwenye kwenye skuadi ya Yanga. Huyo huyo alisaini mkataba wa kuwa mdhamini mwenza wa ligi, hivyo kanuni ya wapi hiyo inatumika hapo? Na, na wapi ligi gani imeweza kufanya hivyo? Yani wapi? Yani kwa mfano leo usikie Inois, kampuni ya Inois inadhamini Premier League, itawezekana? Hmm, vipi? Haiwezekani. Kwa hiyo sasa mwisho wa siku eh, kilichotokea pale wale wa kina Almas Kasongo pamoja na Mguto walikuwepo kwenye wawakilishi ambao walienda kwa ajili ya event ya, ku, ya kusaini mkataba, na katika ile picha ya hundi walikuwepo wamesimama pale, ile hundi ambayo inawakilisha kwamba mkataba ulikuwa ni wa thamani ya bilioni mbili nukta moja kwa miaka miwili, si unanielewa? Na waliidhinisha na walipitisha, na wakijua kabisa kwamba kisheria inaondoa ushindani kwenye ligi, si unanielewa. Sasa, ah, nikashangaa leo wanawaambia watoe. Jambo la pili hawa haya ah, yote yamesababishwa na ile tukio la juzi kwamba Simba walienda kufanya mazoezi Benjamin Mkapa ikashindikana mambo yote yakatokea. Kwani kanuni nasema kwamba mtu akizuiliwa kufanya mazoezi uwanjani haiondoi hmm, ile nafasi yake ya kushiriki katika mchezo unaofuatia. Si ndio? Sasa tujiulize sisi. Tunakuwa, tunatoa reference wapi? Kwa sababu sawa akazuiliwa, lakini hakuzuiliwa tu, alifanyiwa fujo, zile fujo zimemwaffect kuelekea mchezo unaofuata ambao huo mchezo ni muhimu zaidi kwenye ligi kwa sababu unaamua nani anaweza kawa hatima wa ubingwa kwenye ligi kuu, si ndio? Mwaka jana, si unaelewa, kulitokea e, tukio umeendelea kati ya timu ya taifa ya Nigeria pamoja na Libya kwenye AFCON qualifier. Nafikiri watu wanakumbuka, umeelewa? Timu ya taifa ya Nigeria Super Eagles walifanyiwa wali, wali, wali mambo ya ajabu na timu ya taifa ya Libya ikiongozwa na Federation ya Libya, waliwekwa kwenye uwanja wa ndege karibu ya zaidi ya masaa kumi na sita umenielewa. Huku Libya wanajua kabisa wao ndo hosti na wanatakiwa wasimamie wa, wa, wa kila kitu kuhusiana na mgeni wao, si unanielewa? Baada hapo wale waka, wale Nigeria wakasusia mechi, kususia mechi wakarudi zao Nigeria, umeelewa wakiamini kwamba chochote kitakachoamuliwa wale wale kwa tayari, lakini pale mwisho wa siku Kafu alisimama na nani? Kafu alisimama na mtu alionyanyasika kabla ya mchezo ambaye ndio Nigeria. Nigeria, wale Libya federation yao ilipiga kelele ikasema hii wana, ah, Nigeria wana kwa, wana take ile mass, mass media kwa sababu wana wachezaji ambao wanacheza kwenye ligi bora barani Ulaya, kwa hiyo wanachukua advantage hiyo na kujaribu kugain, eh, ile, ile, ile kujaribu kuteka mitandao ya kijamii pamoja na maamuzi final decisions za CAF. Jambo ambalo ni la kipuuzi. Uwezi ukawachukua wachezaji wenye gharama kubwa ukawajaribu kuwafanyia vitu vya ajabu ajabu, unawaweka airport eh, unafanyaje nanini. Pamoja na hivyo hawakuishia hapo, wakapigwa faini ya US dola elfu hamsini kwa ajili ya ule upumbavu walofanya. Kwa hiyo kwa kwa maana hiyo katika kitu ambacho kafu anakipigia vita na kelele siku zote ni kuto, yani kujaribu ku, kutumia mbinu za hovyo katika kujaribu kuwin mchezo, kwa mfano kama hivi kumfanyia fujo mpinzani, kumharas. Mimi nakwambia kitu kimoja Jaffe. Ingetokea tukio kama hili limefanyika Simba, labda ameenda kucheza na Gor Mahia ya Kenya kama hivi yaani, hivi hivi kwamba kazuiliwa, nini kafanywa fujo pale kwenye kwenye kuingia uwanjani na nini, Simba kagomea mechi akarudi Tanzania. Hawa hawa wachambuzi hawa hawa ambao unaona wanasema wana, wana, wana, wana kwamba Simba amekosea kuna kanuni inamfanya cheze na nini, hawa hawa, na wana reference za michezo mingi ambayo imeshindwa kuendelea kwa sababu ya vurugu za nje ya uwanja hawataki kuzisema, lakini hawa hawa wangempongeza Simba Hey, safi sana, Simba wezi timu kubwa kama Simba wezi kuonewa, ina wachezaji wakubwa hivi na hivi na hivi mm hawa -hmm. Nakwambia tena, ushasema umelinganisha na timu ya nje, sasa kwa nini? Kwani ni timu ya nje na timu ya ndani kuna tofauti gani? Kwa sababu timu ni timu. Mashabiki wengi wa ndani ah, sasa, sasa yeah. Sisi tunasimama walipo mashabiki wengi, kwa sababu hata Simba ina mashabiki wengi, sisi tunasimama walipo mashabiki wengi au tunaongelea uhalisia wa mambo? Tunazungumza kanuni zinasemaje? Sasa kanuni mm -hmm. kanuni gani kwa sababu sidhani kama kuna fujo pale ambayo kuna kanuni inaelezea namna na na yeah, mm, ya kudini na fujo. Alafu sasa kuna vichekesho vinaendelea, anambia meneja wa uwanja hana taarifa hivi hivyo. Hiyo ni sababu hiyo ya kutoa mm. <laughs> mechi ya Simba na Yanga kesho anacheza Simba mm, meneja anakwambia hana taarifa za Simba kwenda kufanya mazoezi siku we, moja before mchezo we, kwenye kikao cha kabla ya mchezo, kwa maana baada ya kikao cha walimu na wanahabari mm. wanahabarikundwa Msimbazi, Simba hakutoa taarifa kwamba watakwenda Benjamin Mkapa kwa ajili mm. ya kufanya mazoezi. Ndio maana mm. hakupandaliwa utaratibu wowote mm. wa kufanya maandalizi kwamba Simba wanakuja kufanya mazoezi uwanjani. Hii imekaa ah. Kwa hiyo maandalizi yao yalifanywa, yalikuwa anataka kufanyika baada ya Simba kutoa taarifa. Yani pale Simba watoa taarifa, ndio mazoezi yanaanza. Sasa hapa afanya hivyo, hizo ni hoja za ajabu kwa sababu hata hao wenyewe wahusika walikuwa wanajua kwamba kuna mechi ya Simba na Yanga tarehe nane. Ina maana maandalizi yote yanayohusiana na huo mchezo wangefanya kuanzia mpaka huo maandalizi ya uwanja wa kufanya mazoezi before mechi, na kama ikiwa hivyo basi, mtanilazimisha mimi niamini kwamba huu mpango ulikuwa umesukwa eh, kwa sababu wewe, izekani unajua tarehe nane kuna mechi sawa, alafu tarehe saba unajua kanuni zinaeleza nini kuhusiana na timu ambayo ina, ina, ina timu mseme mgeni kufanya mazoezi kwenye uwanja wa mechi siku moja kabla ya mechi sinajulikana. Sasa alafu useme hawakuwa na taarifa, alafu useme hawakuandaa uwanja sasa, alafu sasa huyo meneja wa timu huyo huyo alikuja kuiruhusu Yanga kuingia kwenye uwanja baada ya tamko la TFF. We, we, we ni mzuri sana kwenye kupembua vitu kwa uyakinifu hmm. na umekuwa unafuatilia takwimu sana za za vilabu vya bara hili la Afrika hmm. na hata Ulaya hmm. uh, Simba na Yanga hususan wanapotumia dimba la Benjamin Mkapa, um, hmm. kwa sababu ni neutral ground kwa timu zote, mmoja atakuwa mwenyeji mwingine atakuwa mgeni, mwingine mgeni mwingine mwenyeji hmm. uh, hatujawahi kuona mazoezi ya vilabu hivi katika uwanja huo, hususani kwenye dabi. Hata dabi iliyopita ya Simba ambayo alikuwa ni mwenyeji, hatujaiona Young Africans ikienda kufanya mazoezi kwa maana kila mmoja huwa anafanya mazoezi katika eneo ambalo huwa amezoea kufanyia mazoezi. zo hmm. Kwenye hili Simba waliona nini na Simba walitaka nini kwenye uwanja wa Benjamin Mkapa mpaka kuzua yote ambayo yapo hivi sasa? Walitaka kufanya mazoezi. Eh, walitaka kufanya mazoezi sababu si ndio kinachoelezwa na kanuni inaruhusu. Haijalishi hiyo mechi za nyuma zimekuaje, lakini kataka kwenda, kazuiliwa, katika kuzuiliwa alifanywa fujo, vurugu ambayo psychologically ilimwondoa kwenye kwenye concentration ya mchezo wa kesho. Ikapelekea hivyo kwa haya madudu yote na mimi sikufichi favoritism ambazo Yanga wamekuwa wakizipata zimewafanya Simba kuchukizwa na kujaribu kuangalia jinsi gani ile li jambo linakwenda hmm. Eh, mimi ndo maana mimi nikajaribu kutoa reference ya timu ya taifa Nigeria walipata tu. Watu watasema, ile ilikuwa airport masaa kadhaa hmm. Waliamua kuondoka baada ya masaa kumi na sita. Simba wameamua kuondoka baada ya masa masaa mawili. Kwa hiyo ina maana hmm. Simba wangeamua kulala pale wange sasa, si tunalala mpaka tufanye mazoezi a, nataka hivo ndoionekane i e, kama walivyofanya Nigeria kwamba si tumeeka masaa kumi na sita hatujapokewa hatuja nini, kulikuwa kuna mambo ya migration eh, zile Mnumakilis, zile sijui, yani kuna mambo mengi, unajua mambo ya airport tena. Sasa wakaamua kukaa kwa muda wote alafu ndo wakaondoka sasa na na huku ndo tunataka ili ichukuliwe uzito. Walitaka Simba wakae pale e, pale kwenye kwenye uwanja wa Benjamin Mkapa nje kwa muda wa masaa kumi ndo tuseme kwamba ah, basi, kwa sababu Simba ndo aliamua kuondoka baada ya masaa mawili wale wachezaji wa gharama, uwezi ukawaweka sehemu zaidi ya masaa matatu manne matano umeelewa? Na wanatumia nguvu wana, wanatumia muda mwingi kufanya mazoezi nani, utakiwa kuwachosha zaidi, especially unapo unapokuwa unakabiliwa na michezo, kwa sababu Simba ukitoa mchezo wa Simba na Yanga ambao ndo mkubwa alobakia nao Yanga Simba wana michezo mikubwa zaidi. Wanaenda kucheza na Almasri, timu yenye uzani wa juu kuliko Yanga. Kwa hiyo wanatakiwa waangalie ratiba zao, yaani wasiwe, wasiwe wasifanywe wasifanyiwe bughudha yoyote kuelekea kwenye michezo yao. Sasa turudi kwenye kauli za viongozi wa Young Africans, hmm, uh, ikianza kwa Arafatiaji makamu wa rais hmm, wa klabu ya Young Africans, twende kwa Alex Ngai ambaye ni mjumbe bodi hmm, ya wadhamini hmm, uh, upande wa uh, Uh, Young Africans. Mm. Swali ni kwamba katika kauli ambayo wameizungumza wao, hiyo tarehe itakayopangwa mm. hawatoshiriki mchezo huo wa dabi mm. Mm. na wao wanachofahamu ni kwamba wamemaliza dabi ya tarehe nane mm. ili kwa upande wao na wenyewe wamelibeba kama Simba ambavyo wameamua kufanya maamuzi na wao sasa wanasimamia misimamo yao mm. kuonyesha wanachama wao kwamba na sisi pia tunaweza kutoa tamko mm. na tukalisimamia. Kitendo tu cha TFF kutoa taarifa kwamba mchezo umehairishwa na kupangwa tarehe nyingine, automatically TFF walisimama na Simba hiyo mm. yani inajieleza kwa hiyo. Kwa sababu TFF wamesimama na Simba, tafsiri ya haraka haraka ni kwamba Yanga wakigomea mchezo, wameshindwa kuobei taratibu ile Kinachofanyika ni nini? Inatumika kanuni na sheria inayoelezea timu ambayo inashindwa ina, ina ku, ku, ku, ku, ku, imegomea mchezo, mchezo. Mm -hmm. si unaelewa, na kanuni inaelekeza wazi, si waweza mm -hmm. wakakutana na kifungo lakini vilevile watapokwa pointi katika huo mchezo. Mpinzani ambaye amegoma mchezo atanyimwa ushindi na timu ambayo imekubali kucheza mchezo itapoa alama tatu kitu ambacho Yanga ndo wanakililia sasa hivi ndo kitakutana. mm -hmm. Kwa sababu TFF wamekubali, wamekubali na wamejiridhisha kwamba mchezo huu ushaingiwa dosari unabidi usogezwe mbele, na Simba wamekubali, Yanga ndo wamegoma. Automatically sheria ambayo Yanga wanaitaka sasa ndo itaenda kutumika kuwanyima hizo pointi tatu kwao. Wanatakiwa kwanza wa obey, sawa? wanatakiwa kwanza wa obey wakubali, alafu kwa nini mwanzo awali nilisema kwamba hawa ambao wanafanya madudu ambao yanga wanawapigia kelele leo ndio wamejifeva. Yanga mimi nakwambia, kuna vitu vingi katikati vimetokea. Simba kafanywa mambo mengi sana nje uwanja, lakini kuna jambo tulilipigia kelele sana sisi wadau wa mpira kwamba kwa nini Singida wanaenda kucheza na Yanga wamepanga kikosi ef? Si tulipigia kelele wale wanaohusika na ligi, manake bodi ya ligi walitakiwa wachunguze kupitia kamati zao kwamba kwa nini ligi inakuwa hivi, kwa nini hizi timu zikicheza na Yanga zinakuwa slope Si unanielewa hmm? Walitakiwa wachunguze wa, sasa ndio tunakuja kwenye ile kauli kwamba mtoto umleavyo ndivyo yeah, wewe si unamdekeza hmm? E, unamdekeza yake e, akifanya e, kosa unamchekea e, anakuja kupiga kofi baba e, mtoto ampiga kofi baba yake ndio kinachotokea hivi yani. Yanga kalelewa lelewa kapewa pewa nini akifanya hivyo ah, sawa e, sawa, bana, sawa leo ana anakuja kumtia kofi baba yake ndio kinachotokea kwa sababu imagine wewe hiyo timu imepanga ime kikosiefu ime, ime, ime, Simba imefanywa fujo CCM Kirumba, imefanywa fujo mechi na JKT KMC Complex, wanafanya Yanga wameza mechi yao wanafanya mazoezi pale, wanajua kabisa kuna mechi kuna hii kuna, kuna, kuna, kuna, kuna issue ya Simba kugomewa kuingia uwanjani sijui kuzuiliwa sijui sababu zinazotoka zieleweki sijui kuna gari sijui kuna nini kuna nini, kwani hizo gari zingine sizingezuiliwa ingeruhusiwa gari la wachezaji, issue iko wapi hapo? hizi hazingii na ingia gari ya wachezaji, na hizo hizo video zote nimejaribu kuangalia, sijaona hizo gari za wazee, sijui wazee sasa sijui walikuwa wanaona peke yao. Maana wajua mambo ya mazinga ombo. Inawezekana wazee walikuwepo lakini, sio tu kwa kawaida tu waone, wanaona wale mabounce tu wanaona kuna wazee. Labda inawezekana wale mabounce ndio walikuwa wanaona kuna wazee. Sisi wengine macho yetu hayana yani hayana nguvu za ziada za kuona vitu vingine. Labda wao walikuwa wanaona hizo BMW. Mimi swali langu la mwisho mm -hmm. Uh, wewe ungekuwa same ya shirikisho hmm, ama bodi ya ligi hmm, kwa hiki ambacho kimetokea, hukumu ilikuwa inakwenda kwa nani? Mi kwanza ningeanza na mzizi wa tatizo, niwe mkweli, ningeanza na mzizi wa tatizo, ningechunguza effective hapa. Kuna kitu, kwa nini simba wamezuiliwa? Wale mabaunsa wana mandate gani? Nani amewapa agizo? Kwa sababu haya yote yametokea kwa sababu hiyo. Sawa, mtu alikuwa, tuchukulie simba alikuwa anatafuta sababu wewe si ushampa sababu? Sasa tunaanza kwa nini umempa sababu? Yani mimi ndo napenda hapa, alafu napenda, sana watu wa, alafu sasa, kibaya ni kwamba wote wanaonekana kusimama na Yanga safi. Ni jambo zuri, lakini kwa nini chanzo? Yani kila kitu kina chanzo, chanzo nini? Kwani upelelezi unaanzia mbali, unaanzia kwenye chanzo eh, kwamba wewe ukisikia mtu kafa, utaenda kwanza sehemu ya, ya mwisho aliofia? uweze ukaanza hospitali kufanya upelelezi, utakuwa mwehu. Chanzo ni kwa nini Simba alizuiliwa, kazuiliwa na nani? Na mabaunsa, askari walikuwepo walikuwepo, e, walikuwepo. Kwa nini hawakuzuia mabaunsa ku, kuachia Simba waingie kufanya mazoezi? Bodi ya ligi ilipigiwa simu, ilipigiwa. Kwa nini hawakwenda kwenye tukio? E, kuna, kuna nini kinaendelea? Mmenielewa? Simba walichukua hatua gani baada yale masaa mawili waliokuwa wamekaa pale? Walikuwa wanafanya nini, walijibu nini? Wame, wamewasiliana na watu gani, na watu gani mpaka Simba wanaondoka. Sababu siamini kwamba walisema, kwa sababu tetesi, baada ya simba tukuondoka, tetesi zikaanza kuzagaa wachezi. Kwa hiyo ina maana walabda pengine walisema si bwana, mkituzie akisi kesho atucheze. Wale wakajibu nini? Si unanielewa? Na baada ya pale, kwa nini kwamba mpaka huyu anasusia mchezo mkubwa na anajua kabisa pia? Kwani simba hawana mashabiki wao walioingia gharama? Si wapo? Wametoka wapi? Wametoka wapi? Kwani Yanga peke yao ndo wanatoa mashabiki nje nchi au labda mikoani? Si hata simba wanao? Kwa hawa hawajali mashabiki wao, wanawajali wa Yanga au vipi? Yanga ndo wanawajali sana mashabiki wao. Ina maana hata Simba waliona kuna kitu hakipo sawa. Ndio maana nikasema uchunguzi utakuwa ufanyike pale. Kwa nini wale walizuiwa? Mimi kwa nini wao walizuiwa? Na kwa nini wafanye fujo before mchezo? Wewe si una timu nzuri? Si una pakome? Si una chama? Una azizi? Kwa nini unafanya fujo nje ya uwanja? Waache Simba wafanye mazoezi yao. Waache waingie kufanya tizi. Waache wafanye wanachokitaka. Wewe nenda kawaadhibu uwanjani si una timu? Alafu sasa nao kwenda kati sisi. Bas. Sasa wote wamesababisha wao, na mimi nataka pia hii na kwa, na mimi nimefurahi kwa sababu hawa ah, bodi ya ligi pia nao walikuwa wanawachekea ya Yanga. Udhamini timu sita. Upangiwe kikosi si. Ufanye blanda timu pinzani kila siku, zina mara imezuiliwa wapi, mara imezuiliwa wapi? Hakuna tamko, hakuna ni Simba walitoa paka matamko. Wamezuiliwa CCM Kirumba, mkirumba kilitokea nini? Wadau wa michezo wamelalamika bana, Singida wamepanga kikosi hivi na hivi A ile blanda ile elfu mbili na ishirini na moja ya timu kusaini mdhamini vile... wa timu anataka kudhamini ligi eti wamekubali, <laughs> wamekubali alafu leo hao waliokubali wanaambiwa na hao waliowakubalia kipindi hicho elfu mbili ishiri na moja kwamba tokeni, amfanye ila. yeah. <laughs> ila inchi <laughs> <Never>, uh, <laughs> <Yeah. laughs> hmm. ni ngumu mara baada ya taarifa ya mchezo kuahirishwa kwamba utapangiwa tarehe nyingine mm. eh, Young Africans walikwenda uwanjani kama ambavyo wao walisema mm. watakwenda mm. kutimiza mm. wajibu wao, ndio lakini, katika kuingia uwanjani mm. hawakupita lango kuu ambalo mm. eh, ni kila timu inapaswa kupita, hiki taalamu ilikuwa imekaaje? Na si mara ya kwanza waliwazuia Simba sipite, eh, lakini wao pia hawakupita, kuna nini hasa ambacho kulikuwa na, na nini kinaendelea? Huyo ah, eh, mambo ya kupita kwenye mlango tofauti hiyo hiyo ni, ni, ni kitu ambacho kwenye dabi huwa kipo eh, nafikiri ni maelekezo kutoka kam, kam, kanini kamati ya ufundi dabi sawa, eh. ah, sasa hapo ndugu yangu swali lako hilo, lakini ni kwamba tu hata kama ingekuwepo mimi naamini wangepita kwenye mlango sio, naamini hivyo kwa sababu si imeshakutokea. <laughs> inatokea. Inaiwa inatokea. Kwa hiyo e, muda mwingine ni maelekezo kutoka kamati lakini kwa nini waruhusiwe kuingia? Kwa sababu kwanza hapo hapo litakuwa uniulize kwanza hawajaheshimu mamlaka. Sababu dabi umeambiwa hakuna. Wewe ndio uwanjani kufanya nini? Maana hujaheshimu mamlaka. Mamlaka imekwambia hapo dabi hamna, wewe unaenda. Alafu ulivyokuwa ulivyokuwa mjeuri unapita mlango sio? Yaani kwamba naenda na napita mlango na utakama mimi. Na mnifanyi chochote. Alafu unarudi unaenda kuandika barua tunataka mjiuzuru. Hivi vipi? Yaani tunataka nyie mjiuzuru mtoke na tushaenda kwenye dabi, tushacheza tarehe nane. Alafu wakatoka hapo wakaenda Bunju. Wakasema Bunju sisi tunaingia hapa tunataka mechi. Ha, hii timu imesema ichezi tena imeenda Bunju kufanya nini? Darasa <tutu> hakuna dabi nyingine. Alafu hakuna dabi nyingine. Alafu na nyie viongozi kama vipi jiuzuruni hatuwataki. Ah, Yanga, hmm. hmm. Ah, Yanga kiboko aisee, bana mi, mi kwa leo alifungua e, kwanii kwa wa wote wana makosa kwani amfungue ushaambiwa, adabu hamna. Wewe unamfungulia geti wa nini? Ni mauza uza. Ah. Simba angekuwa e ndo kaingia pale afu ndio hamna si angezuiliwa ya ndio maana kasema, yani unajua mtoto umleavyo. TFF sasa hivi anakula makofi ya Yanga. Yaani ni makofi si umemdekeza bana, mwacheni, anafanya hivi anafanya hivi a, mwacheni, mwacheni a, leo huyo hapo. Yanga hataki sasa, anataka anataka anachokitaka. Haya so, eh? mkaka kapumzike. Haya, nashukuru <laughs>